Mwaka elfu moja mia tisa sitini na mbili tulipata katiba yetu ya jamhuri ya Tanganyika. Katiba hii ilichukua mamlaka yote ya gavana wa Uingereza aliyokuwa nayo hapa Tanzania, ikampa raisi, ikammiminia yote, ikachukua madaraka yote aliyokuwa nayo malkia wa Uingereza ikammiminia raisi yote, halafu ndiyo ikaitwa katiba yetu. Kwa hiyo tukawa na raisi katika taifa huru, lakini amepewa mamlaka yote ambayo wakoloni walipewa na sote tunafahamu kwamba wakoloni wao walitunga sheria na waliweka katiba ambayo inalinda utawala wao na haijali ridhaa ya wale wanaowaongoza. Kuanzia hapo, demokrasia ya nchi yetu kwa sehemu kubwa iliamuliwa na utashi wa rais wetu, yani rais aliyoko madarakani ndio aliamua demokrasia katika nchi iendeje. Mwalimu Nyerere mwaka tulipoanza uhuru tulikuwa na vyama vingi. Mwaka 64 Mwalimu Nyerere akavifutilia mbali. Tukawa na chama hiki kimoja TANU. Mwaka sabini na saba, tulipata katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuliyonayo mpaka sasa. Huu ulikuwa ni mwaka ambao TANU na ASP viliunganishwa na kuwa na kutengeneza CCM. Kamati iliyoundwa kuunganisha TANU na ASP walipomaliza kamati ile kuunganisha TANU na ASP Wakaigeuza kamati ile ile ya kuunganisha tano na ASP kuwa ndio kamati ya kutengeneza katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hii Tanzania ilivyokuwa kubwa hii, lakini wenzetu walikusanya maoni ya katiba hii kwa siku saba, wakakamilisha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukiisoma katiba hii tulionayo ni ile ile ya Tanganyika, ukiondoa mambo machache yaliyoingizwa, yale ambayo yaliitwa ya muungano yaliunganisha Zanzibar na huku, ile ile ya mwaka 62 Republic Constitution. Katiba ambayo imetupa rais mwenye mamlaka ya kikoloni ndani ya taifa huru. Mwaka 1968 mwalimu Nyerere alipata kusema kwamba kwa mujibu wa katiba hii ninao uwezo wa kumchagua mwanangu kuwa waziri, nikamchagua dada yangu kuwa katibu mkuu, na nikamchagua rafiki yangu kuwa waziri, na kwa mujibu wa katiba sijavunja katiba sehemu yeyote.